Karibu sana kwenye chaneli yako pendwa ya afya na mahusiano. Leo tunazungumzia swali ambalo limekuwa likiulizwa sana, kwa kawaida, mwanadamu anatakiwa kushiriki tendo la ndoa kila baada ya muda gani ili kuweka akili yake sawa? Wengine hufikiri ni kila siku, huku wengine wakidhani ni wiki moja, na wengine hadi miezi kadhaa, lakini ukweli wa kisayansi uko wapi? Hebu tuchambue kwa kina. Utakuwa na mita hapa, lakini kama wewe ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele like, ili tu uendelee kupata taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazia prodi kwanza kabisa ni muhimu kuelewa kuwa tendo la ndoa lina manufaa makubwa kwa afya ya akili. Wakati wa tendo la ndoa mwili hutoa kemikali kama dopamine, oxytocin na endorphins. kemikali hizi ndizo zinazohusiana na furaha, utulivu wa akili na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa mfano, tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaoshiriki tendo la ndoa kwa kiwango cha wastani huwa na usingizi mzito na mzuri zaidi, ulala kwa urahisi na kupunguza hasira au msongo wa mawazo kazini kwa maeneo rahisi. Tendo la ndoa si tu starehe, bali ni tiba ya kisaikolojia. Sasa swali ni kwa muda gani inafaa kushiriki tendo la ndoa? Kwanza, hakuna jibu moja sahihi kwa kila mtu, lakini watafiti wengi wanasema kuwa mara moja hadi mara mbili kwa wiki ni kiwango kizuri kwa wanandoa wengi. Hii husaidia kudumisha afya ya ubongo, moyo na kuimarisha uhusiano wa kihisia. Watu wanaofanya mara moja kwa wiki huonekana kuwa na kiwango kizuri cha furaha bila kupoteza nguvu wala hamu. Wale wanaofanya kila siku, mara nyingi huwa wanachoka kimwili au kisaikolojia, hasa kama wanatumia nguvu nyingi bila mapumziko ya kutosha. Kwa upande mwingine, kutojihusisha kabisa kwa muda mrefu aweza kuongeza msongo, kuwafanya watu kuwa wakorofi au wenye mawazo mengi. Kuna mambo kadhaa yanayoamua ni mara ngapi mtu anapaswa kushiriki tendo la ndoa, kama vile umri. Kadri mtu anavyozeeka hamu ya tendo hupungua. Huku namba mbili, hali ya kiafya, magonjwa kama kisukari au shinikizo la damu yanaweza kupunguza hamu. Namba tatu ni msongo wa mawazo; watu wenye stresi nyingi hupoteza hamu kwa kiwango kikubwa sana. Huku namba nne uhusiano wa kimapenzi, kadri upendo unavyoongezeka ndivyo hamu inavyoongezeka. Kwa hiyo badala ya kuangalia ratiba kali, ni bora kusikiliza mwili wako na mwenzi wako. Jumla, kwa ujumla tendo la ndoa ni muhimu kwa afya ya akili na mwili, lakini si lazima lifanywe kila siku. Kiwango kizuri ni mara moja au mara mbili kwa wiki kutegemea na hali ya miili yenu na mahusiano yenu. Jambo muhimu zaidi ni kufanya tendo hilo kwa upendo, mawasiliano na kwa makubaliano ya pande zote mbili. Haupaswi kusahau pia kuwa afya ya akili huanza na utulivu wa moyo na tendo la ndoa lenye upendo lina mchango mkubwa sana katika hilo. Kama umependa video hii, usisahau kusubscribe, kupenda na kushare, ili wengine nao wajifunze. Tukutane tena kwenye video ijayo, ambapo tutazungumza dalili za kukosa tendo la ndoa mwilini. Asante kwa kutazama, ulikuwa na mimi Dr. Lucas, tukutane wakati mwingine.